Mtazamaji wa The Comment karibu tena kuitazama SauTV. Umekuwa muda muhimu sana wa kipindi hiki cha The Comment, na leo nimekutana na wewe tena ikiwa ni Ijumaa tulivu. Bila shaka siku yako iko vizuri kabisa. Sasa leo nipo mtaa wa Malimbe wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza, na kubwa zaidi ninaangazia faida za matumizi ya simu janja. He, imekaa hivyo kwa sababu kipindi cha nyuma kulikuwa na matumizi ya simu ya button. Sasa hivi wanaita kitochi kama ambavyo wanasema uko mtaani, lakini sasa hivi kuna zaidi simu janja ambao haitumiki tu kupiga simu, lakini inaenda mbali zaidi na kutumika katika matumizi mbalimbali mbali. sasa ni faida zipi ambazo wanazipata watumiaji wa simu janja? Basi salia nasi kwenye kipindi hiki kwa The Comment, mwanzo hadi tamati. Mimi naitwa Mike Kontakandi, lakini nyuma ya kamera hivi leo ni Hosea Chibago. Twende mtaani tukawasikilize. Naitwa Janet Nicolas, mfanya biashara Malimbe Masha, nafanya biashara ya cosmetics na decoration. Kwenye biashara sana sana, kwa sababu inatusaidia kupata wateja. Kwa mfano, tunavyo promote, tunavyokata status tu, tuchukue mfano mdogo status mimi nauza sana online kwamba ninavyopost status na wateja wengi wa mjini ambao vitu vilivyoko dukani kwangu viko pia mjini, lakini nikiweka pale, kuna watu ambao wananijua wananua vitu kwangu na wanaambia watu wengine ambao wamjua, kwa unapata wateja. Huwezi kutegemea wateja kutoka eneo ambalo upo tu, lazima utegemee wateja kutoka sehemu si mbalimbali. Tunafanya biashara yani tunavyo, tunavyo promote online, tunapata wateja kutoka mikoani na yani tuko Mwanza lakini tunapata wateja kutoka nje ya Mwanza na walioko ndani ya Mwanza ambao hawapo karibu na sisi, kwao ni mpema sana wakaelewa umuhimu wa wa kutumia simu janja kwenye kufanya biashara zao. Kwa majina anaitwa Arnold Jafet aa, ni mkazi wa Masha hey. Simu janja zinasaidia sana kufanya biashara mtandaoni kupitia Facebook magrupu, mfano biashara kama simu na nini na vitu vingine unaweza kapost magrupu ya Facebook kwa WhatsApp, ukapata mteja wa Kisesa, ukapata mteja wa mkoani. Hivyo kitu e kingine pia, simu janja zinasaidia kutukutanisha na watu ambao sehemu tofauti tofauti. Leo hii kupitia TikTok, kupitia Facebook, kupitia Instagram unaweza kuwasiliana na mtu ambaye yupo China, yupo wapi, ikaje kwa link tena, kwa biashara kuagiza vitu nje, pia kupata marafiki sehemu tofauti tofauti. Uh, lakini pia simu janja inasaidia vitu vingi. Upima pressure kufanyaje? Elfu hamsini, elfu sabini, na uwezo apambane. Mwisho wa siku ni za muhimu sana kwayo, zitamsaidia mbele ya safari. Kwa majina mimi naitwa Elinepa, ni mkazi wa Masho. Nitachoanza ni mawasiliano nawasiliana na watu mbalimbali, lakini cha pili napata taarifa kwa kupitia social media, kwa sababu hizi simu unaweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, WhatsApp. Kwa hiyo huko mtu unapata taarifa nyingi mbalimbali, lakini vilevile kujifunza. Sasa hivi hata kama mtu nataka kujifunza kitu, sijui maybe kupika au unataka niwe na ujuzi wa kitu fulani, naingia tu mtandaoni najifunza kwa majina anaitwa Jerson Samuel mkazi wa Mash. Kurahisisha kazi, lakini pia kama unavyojua sisi ni wanafunzi wa chuo, kwa zile assignment zote zinazotolewa kupitia simu janja inarahisisha kazi kwa namna fulani, lakini pia simu janja inateka sehemu kubwa sana ya dunia. Kwa taarifa nyingi, information za habari, za michezo, burudani na nini tunapata kupitia simu janja, lakini hata trending za kwenye jamii tunapata kupitia simu janja. Kwa hiyo simu janja matumizi yake ni, ni, ni ya muhimu sana kwetu sisi vijana. Naam, hayo ni maoni ambayo umeyasikia kutoka kwa wakazi wa hapa Malimbe, namna ambavyo wananufaika na matumizi ya simu janja. wapo ambao wamesema simu janja inawasaidia katika masomo yao kwa wanafunzi ambao wapo chuo, lakini wengine inawasaidia katika shughuli zao za biashara. Wengine wakaenda mbali zaidi, simu janja inawasaidia katika kuhakikisha kwamba wanapata habari mbalimbali mbali, ambazo zinakuwa zinaendelea hapa ndani ya taifa, lakini nje ya taifa. Kufikia hapa sina la ziada hapa mtani kwako, mimi naitwa Mike Ntakandi. Tafadhali endelea kufuatilia vipindi vingine vya The Comment. Ijumaa nyingine tutakutana kupitia hapa hapa SauTV.